Mdoli mwenye balaa sehemu ya nane ilipoishia. Oi Hanifa, umi yuko wapi? Hata sijui na bosi, bosi katoka kasema hajisikii vizuri, sijui kama atarudi leo. Oi Hanifa alinijibu. Basi nikajua moja kwa moja umi atakuwa kwa mdoli madheo kule, na inawezekana alikuwa akitombwa na huyo mdoli maana, siyo kwa sauti nilizozisikia. Basi nilitoka nikiwa natembea haraka haraka na visendo vyangu vya shanga kidogo nianguke kwa mtelezo wa vigae. Nilikunja kona na kutokea eneo ilipokuwa midoli ya kiume. Nilijikuta nikisimama na macho kunitoka kwa hasira baada ya endelea. Umi alikuwa amebongoa ameshika nguzo ya chuma ya kusimamishia nguo. Dera lake kalipandisha juu huku akimkatia viuno madheu aliyekuwa akimchapa haraka haraka na mpini wake. Kiukweli wivu ulinishika mpaka nikajikuta naenda mbio mbio na kubonyeza batani ya kumzima roboti Matheo. Nilipomzima taratibu spidi yake ilipungua na mashine yake ilikosa nguvu na kuchomoka kwa ume. Kumbe ndiyo tabisa yako ya kufanya mapenzi na midoli e? Nilimwambia Umi aliyekuwa kaishiwa nguvu kabisa, jasho limemtoka upwilu, umemjaa balaa Nisamee jeni, mie sikujua kama huu mdoli unaweza kufanya hivi, nilifanya kujaribu tu, kumbe ni kama binadamu. Naomba umuwashe niendelee, dadangu, nitakupa chochote unachotaka na jihisi kufa hapa, alimimabia umi, na kweli alionekana kweli ana uhitaji. Sasa sikia, kwa kuwa na wewe umeshajua, basi kuanzia sahivi ibaki siri yetu, siku ukiwa na hamu na kuja kuzipunguza hapa, na mimi hivyo hivyo, ila chonde, husimwambie mtu mwingine huu utamu ni wetu. Ile kampuni walijisahau, wakatuwekea na roboti wamezagamwana sasa, ndiyo huyu na ana hisia na akili kama za binadamu, nilimwambia Umi, kisha nikamwasha roboti mahyo na kumwacha amkune, maana sikutaka kuangalia mwenzangu akipewa raha na huyo roboti niliyemwona kama mwanaume wangu. Basi nilirudi zangu pale kwenye kiti change, lakini muda wote akili haikutulia niliwaza tu naibiwa na Umi huku nikitamani zile raha anazopewa yeye nipewe mimi. Jeni, vipi? Mbona hutulii kila saa unahangaika tu? Hanifa aliniuliza baada ya kuniona kama sijatulia vile. Amna kitu bana. Vipi Umi umemuona? halafu mbona kama nasikia sauti za mtu akilia kama anafanya mapenzi "Mmeshaanza tabia ya kuangalia video za ngono huku," aliendelea kusema Hanifa, kisha akanyanyuka na kuanza kufuatilia. Nilipoona amenyanyuka, na mimi nilisimama nikaanza kufanya namna ya kumzuia. "Wala hamna kitu, mbona mimi sisikii," nilimwambia, huku nikisimama kama mbele yake, lakini kwa namna ambayo nilijua hawezi kuelewa kuwa nilikuwa namzuia. Hanifa, kuona hivyo, akasema hapa kuna kitu, mbona unanizuia, au shogaa yupo na bwana ake huko nini? Alisema Hanifa na kuanza kupiga hatua kwenda alipokuwa umi ambaye ndio kama aliongeza kelele za mahaba. Nilijitahidi sana kumzuia, lakini nilichelewa kwani tayari alikuwa ameshakatiza ile kona ya kordo na kuingia upande ilipokuwa midoli ya kiume. Ghafla Hanifa alisimama na kushika mdomo kwa mshangao. Itaendelea.